Kama umewahi kuhisi hisia mojawapo kati ya hizi nne, ujue kwamba Mungu alikuwa anazungumza na wewe. Utafiti wangu unaonyesha asilimia kubwa ya watu wamewahi kuipata hisia namba nne. Bila shaka wewe pia umewahi kuipata, hata mimi nimewahi kuipata. Nitakupa ushuhuda wangu binafsi, watana nami mpaka mwisho ili wakati mwingine Mungu atakaposema na wewe uweze kutambua, na utagundua Mungu amesema na wewe mara nyingi zaidi ya unavyofikiri. Mungu anaweza kutumia njia mbalimbali mbali kusema na mtu. Mfano, anaweza kutumia Biblia anaweza kutumia watu, matukio, ndoto, au hata maono ya waziwazi, na wakati mwingine sauti ya kusikika kabisa. Sasa, kwa kuwa hatuwezi kumpangia atumie njia gani na kwa wakati gani, sisi tunapaswa kujiandaa ili atakaposema nasi tutambue kuwa ni yeye. Tumia hisia hizi nne kujua kama ni Mungu kweli. Amala. Hisia ya kwanza utasikia amani ya ajabu, amani isiyoelezeka, isiyo na sababu mahususi, amani inayoshinda mawimbi ya hofu. Unahisi kama mzigo umetolewa mabegani mwako. Wafilipi mlango wa nne mstari wa saba Biblia inasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Hata kama ujumbe wenyewe wenye ni wa kuogopesha utahisi moyoni umehifadhiwa na kuna utulivu. Hisia ya pili, utasikia hofu ya utakatifu wake. Mara nyingi hii hutokea ukiwa katika ibada, unajisikia kuyeyuka mbele za Mungu, kushuka chini sana. Hapa utakuta mwingine analala chini au amejiinamisha kwa kusujudu. Unahisi uko mbele za mwenye mamlaka yote, mkuu, mwenye enzi, na wakati huu wote huwezi kusema neno hata moja, utajikuta upo kimya tu. Sasa kuwa makini wakati huu, maana Mungu anazungumza na wewe well. Hofu inayozungumziwa hapa siyo ya kukimbia, bali ni ile ya kumcha Mungu na kuanguka mbele zake. Hisia ya tatu, utajisikia uhakika wa ndani, unapata ujasiri na nguvu. Hakuna mashaka yoyote, una uhakika. Hii hutokea hasa pale ambapo unamwomba Mungu kuhusu maamuzi fulani katika maisha. Moyo wako unajawa na nguvu, ujasiri na utulivu. Hapa utakuta huna maelezo mengi ya kuthibitisha, lakini wewe una uhakika thabiti. Tukiwa tunaendelea kujifunza, kama huja subscribe, tafadhali gusa hiyo button hapo chini ya kusubscribe, na utakuwa umenitia moyo na kuisupport channel hii, ikue iwafikie watu wengi kwa neno la Mungu. Hisia ya nne, unajikuta unajisikia kulia au kucheka. Hii ni kutokana na mguso wa kipekee, hisia kutoka moyoni zinakufunika mwili mzima, unajikuta una furaha ya ajabu au machozi yanapotoka. Kama uko kwenye maombi, utahisi mzigo wa kulia juu ya jambo unaloliombea, au wakati mwingine jambo tofauti kabisa. Au unaweza kujihisi moyoni umejawa na shukrani kuhusu jambo fulani. Unaweza kusikia furaha kubwa moyoni kiasi cha kucheka. Nakumbuka kuna wakati fulani nilikuwa natembea barabarani kwenye saa saba hivi mchana na wazazi wangu walikuwa wamesafiri kwenda mkoa wa jirani kwa gari pamoja na baadhi ya ndugu zangu. Ghafla nikiwa natembea, nikasikia msukumo ndani yangu mpaka machozi yakaanza kunitoka barabarani, nikajihisi kuomba juu ya safari yao. Nilijitahidi kujikaza na kupotezea, lakini iliporudi tena na tena, basi nikatoka pembeni kidogo ya barabara, nikapunguza mwendo wa kutembea, nikaomba kimoyomoyo lakini kwa mzigo sana, machozi yakiwa ya yananilenga. Baada ya muda kidogo nikajihisi mwepesi, ule mzigo umenitoka. Nikaendelea na safari yangu ya kuelekea nyumbani, nikawa najiuliza sana, ni kitu gani hiki bila kupata majibu. Jioni ilipofika, wazazi wakafika nao nyumbani, ndipo wakaanza kutuhadithia kilichotokea. Kumbe Mungu aliwaokoa na ajali mbaya ya gari. Gari likiwa spidi, tairi ya mbele upande wa dereva lilipasuka, na gari likavutwa kuingia katikati ya barabara punde tu kabla ya kugongana na gari lingine uso kwa uso, kwa namna fulani liligeuka na kutoka nje ya barabara na kugota kwenye kisiki pembeni ya tar. Nikawauliza ilikuwa ni saa ngapi. Cha ajabu ni muda ule ule niliosikia ule mzigo moyoni wa kuomba. Ndipo nikaelewa kilichonikuta, ilikuwa ni Mungu anasema na mimi wakati huu, kuwaombea familia yangu. Basi hapo tukamshukuru Mungu kwa pamoja. Wakati utakaposikia hisia kama hii, usidharau. Inawezekana kabisa Mungu anasema na wewe. Sikiliza, tii, na utembee kwa imani. Kama umewahi kusikia hisia mojawapo kati ya hizi, niandikie hapo chini kwenye comment. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.